Usiku wa Juni, mwaka elfu moja mia tisa themani na moja katika jiji la Paris jiji linalojulikana kama jiji la taa na mapenzi. Mitaa ilikuwa imejaa harufu ya divai nzuri kabisa, jazi ikiendelea kurindima kwa mbali mitaani, mvua nyepesi ikibubujika juu ya mawe ya barabarani. Lakini katikati ya hii ndoto ya kimapenzi kulikuwa na mwanafunzi mdogo kutokea Japan. Huyu jamaa alijulikana kwa jina la Isei Sagawa. Alikuwa na macho madogo yenye kutizama kwa aibu, lakini pindi ikikuangalia alikuwa ni kama mtu anayeweza kuona ndani ya nafsi yako. Kila mtu alimdharau huyu jamaa. Mwili wake ulikuwa mdogo mdogo, ulikuwa mwembamba, alafu pia alikuwa dhaifu, lakini kichwani mwake kulikuwa na kilio cha giza kisichothibitika. Watoto wengi wakizaliwa wanakuwa na ndoto na kila mtu anakuwa na ndoto ambayo haifanani kamwe na jirani yake. Kadhalika kwa Issei Sagawa alikuwa na ndoto ambayo haikuwahi kufanana na watu wengine, na ndoto hii ndio inamfanya leo hii tumtazame. Ndoto yake ilikuwa ya ajabu kidogo, lakini kwa upande wake ilikuwa kama sehemu ya kitu alichokihisi ni hatima yake. Alikuwa na ndoto ya kuonja nyama ya binadamu siku moja na baada kupita ya muda kupita ndoto hiyo ikaja ikatimia. Fatana nami, mimi naitwa Windful. Issei Sagawa alizaliwa Tokyo mwaka 1949 alikuwa mtoto dhaifu sana, mara nyingi alilazwa hospitalini kwa matatizo ya kiafya, lakini alipokuwa mkubwa kitu kimoja kilianza kumwandama, tamaa ya kula nyama za binadamu. Alipokuwa na miaka nane, aliwahi kumtazama mwanamke mrembo shuleni. Watu wengi wakisikia kwamba alimtamani, wanaweza wakawaza kwamba alimtamani kimapenzi, lakini unaambiwa hakumtamani kimapenzi. Huyu jamaa alimtamani kumla nyama yake. Alijisemea moyoni mwake, nataka nimtafune, nimle, nimmeze kabisa. Kwa muda mrefu, aliweka siri hii moyoni mwake baada ya kujigundua kwamba ana hamu na kiu yakula nyama ya binadamu, alitunza aliyo ndani ya moyo wake, kabaki kuwa kama siri yake, na siri hii akahama nayo kutoka kwenye nchi ya Japan mpaka kuelekea kwenye jiji la Paris huko Ufaransa. Na huko Ufaransa alienda kwa sababu ya masomo ya fasihi, alienda kusomea masomo ya fasihi. Hapo ndipo ndoto zake za giza zikapata nafasi ya kutimia. Chuo cha Sorbonne kilimpa fursa ya kukutana na wasichana wa kila pembe ya dunia. Unaambiwa katika chuo hicho watu wengi kutoka sehemu mbalimbali za dunia walielekea pale kwa ajili ya kusoma, lakini miongoni mwa watu walioenda katika chuo kile alikuwa ni binti mmoja aliyejulikana kwa jina la Rini Hartvet ambaye alikuwa ni msichana kutokea kwenye nchi ya Uholanzi. Alikuwa mrefu, alikuwa mwenye nywele nyekundu na alikuwa na sauti laini. Rini alimchukulia Isei kama rafiki, wakatengeneza urafiki wao na mara kwa mara walikaa pamoja, wakijadili vitabu na mara nyingine walionekana wakiwa wanasoma mashairi kwa pamoja, na sio kusoma tu, walionekana pia wakisaidiana kutunga mashairi. Rini alimchukulia kama rafiki, lakini hakujua kuwa tabasamu la mamba hufurahi akiona mawindo. Usiku mmoja Isaia alimwalika Rini kwenda nyumbani kwake, alitaka waende kusoma mashairi fulani. Rini, bila kusita, alihudhuria mwaliko huo, na wakati amefika bila kupoteza wakati akachukua kiti na kuanza kusoma kwa sauti ya utulivu. Wakati huo Isaia akanyanyuka, akaenda kwenye hazina yake, akachomua bastola ndogo aliyokuwa ameificha haijulikani alikuwa ameipata wapi. Kwa sekunde moja, bila ya kusita wala kutetemeka, akafyatua risasi kichwani mwarini. Hutaamini, akafyatua risasi kichwani mwarini. Ukuta ukajaa damu, kitabu cha mashairi kikaloana kwa damu ya Rini. Lakini baada ya tukio hilo la kinyama, Isei Sagawa hakusikia hatia kabisa, ndio kwanza alianza kusikia raha. Alianza kufurahia baada ya muda kidogo kupita Isai akaanza ya safari yake ya kutisha. Aliuangalia mwili wa Rini ukiwa umelala pale chini. Aliutazama kama mpishi anavyotazama chakula kitamu, na bila kupoteza muda, aliona ni wakati sahihi wa kutimiza ndoto yake. Unaambiwa Isai aliukamata mwili wa Rini na kuanza kuutafuna. Alianza kuukata vipande vipande na kuonja nyama yake ikiwa mbichi, na baadhi ya nyama aliichukua na kuhifadhi kwenye friji yake ndogo, na zile zilizosalia ambazo hazikutosha kwenye friji akaamua kuzipika kwa kuzitokosa kwenye maji. Baadaye Isai alipohojiwa, anadai kwamba mara ya kwanza y kuweka nyama ya binadamu mdomoni aliji sikia kivi na nukuu maneno yake, anasema nilijisikia nipa kwenye ndoto ya milele, nilihisi raha ya ajabu ambayo sikuwahi kuipata hapo mwanzo. Isei Sagawa akaamua kuficha ushahidi wa mabaki ya mwili wa Rini na kufikiria kuficha ushahidi. Wazo likamjia, akadhamiria kwenda kutupa mabaki hayo kwenye ziwa la maji. Akaandaa mabegi mawili makubwa, akachukua mabaki ya mwili wa Rini akayatia ndani ya mabegi hayo, na safari ya kuelekea ziwani ikaanza. lakini kabla hajafanya kitendo hicho watu wakaanza kumtilia mashaka na walipotazama mabegi yale waliona michirizi ya damu kwa mbali. Unajua damu ya mtu ni nzito bwana, haiwezi kuondoka hivi hivi kirahisi kabisa. Unaambiwa baada ya watu kumwona walipiga simu namba tisa moja moja haraka sana, na polisi wakamkamata. Kile kilichofuatia kilikuwa kisa cha kustajabisha. Badala ya dogo huyo kufungwa kifungo cha maisha, Isaia akatangazwa mwenda wazimu. Mdogo huyu aliachiriwa kwa kutangazwa kuwa ni mwenda wazimu, kwamba ana tatizo la afya ya akili, na akapelekwa kwenye hospitali ya machizi, yaani Mirembe, iliyoko huko nchini Ufaransa. Na baada ya muda akarejeshwa nchini kwao Japan, na kwa mshangao wa dunia nzima, hata baada ya kufika Japan hakuhukumiwa kwa kosa lolote, aliachiwa akiwa anatembea huru kabisa. Leo hii Issei Sagawa ni mtu anayeishi maisha ya uhuru kabisa, na amewahi kuandika vitabu ambavyo vimeuza sana. Amewahi kuitwa kwenye interview, utafikiri mtu fulani maarufu, na mara nyingi amewahi kupiga picha na watu maarufu na raia wengi wakitamani kupata picha pamoja naye. Lakini kwa wazazi wa rini kumbukumbu ya usiku wa Paris haiwezi ikaondoka kichwani mwao. Msichana mdogo alienda kwa lengo la kusoma mashairi akageuka kuwa shairi kwenye sufuria ya mapishi. Mpaka leo hii dunia nzima inabaki na swali moja tu, kwa nini muuaji anatembea uraiani? Kwa nini muuaji hahukumiwi kama ilivyotakiwa? Leo hii amekuwa kama mtu maarufu, watu wanaomba picha naye. Kuna watu wanafanya uhalifu na bado wanatembea mtaani, halafu kuna wewe mwenzangu na mimi, hata ukifanya tukio moja dogo tu, litakumbukwa, litahadithiwa na litakuwa gereza kubwa sana kwako na ikitokea bangili ya serikali ikiingia kwenye mikono yako, hakika hakuna mtu anayeweza kukutoa. Utajikuta unaotea mizizi kwenye gereza. Embu vuta picha kisa hiki, unadhani ni tatizo la afya ya akili peke yake, au kuna namna fulani pesa iliongea, au kuna namna fulani mizimu ya kijapani ilifanya kazi? Ebu nipe maoni yako kwenye comment. Issei Sagawa, muuaji aliyegeuka maarufu baada ya kula nyama ya binadamu. Mimi ni Windful, tukutane kwenye video inayofuata.